Lakini akili huna, yani we ni kugawa uchi tu, kugawa uchi, kugawa uchi, kugawa uchi, yani akili yako, siku moja nipate mwenye gari, nipate mwenye nyumba, nipate mtu namna hii. Unaishi kwa kufukuzia bahati ambazo sio zako. Mtoto wa kike, kama unataka hela tafuta, kama unataka hela tafuta, unataka nyumba tafuta, usifukuzie kwa wanaume. Yes, e bwana, kuna mzee hapa anashauri wale wadada wanaopenda kulala na wanaume wengi tu. Leo yuko na mwanaume huyu, kesho yupo na yule. E, anasema huu ni wa gari na yule ni wa nyumba, yule mwingine ni wa kazini. E, wana wanaume kibao tu, wanaume wengi tu ambao hawana msingi. Sasa huyu mzee anawashauri hawa wadada, anasema e, bwana, utakuja siku nataka kulewa, unapata wanaume wale wote wamekukimbia, alafu ulikuwa unasema una mwanaume wa gari amekimbia, mwanaume wa nyumba amekimbia wa kukutoa uti, amekimbia; ule wa kazini wamekimbia. Unakuja kushtukizia, una miaka 40, unatafuta mtu wa kuoa. Kwa hiyo hapo, utakua temu imeenda, na pale unapotafuta mtu pia unaweza kachelewa, na maisha yanasonga na utazidi kuzeeka. Sasa kuna ushauri wenu hapa, kuna video nimeiweka hapo mbele, uweze kufika uitazame, na utaacha comment yako pale kuhusiana na swala hili. Naongea na nyinyi watoto wa kike. Unakuta mtoto wa kike umeumbwa ni mzuri tu na huna shida, lakini akili huna. Yaani we ni kugawa uchi tu, kugawa uchi, kugawa uchi, kugawa uchi. Yaani akili yako siku moja, nipate mwenye gari, nipate mwenye nyumba, nipate mtu namna hii. Unaishi kwa kufukuzia bahati ambazo sio zako. Mtoto wa kike, kama unataka hela tafuta kama unataka hela tafuta, unataka nyumba tafuta, usifukuzie kwa wanaume. Wanaume watakulala, watamalizana na wewe, utatimiza miaka thelathini na tano, arobaini, bado unalalwa, umezeeka, ndo unaanza kutafuta mwanaume wa kukuoa tena. Inawezekana ushazalishwa, ndo unaanza kutafuta mwanamke mwanaume wa kukuoa. Hamna akili, watoto wa kike, hamna akili kabisa, mnanichosha baba yenu. Kemesi mwadabu, nachoka. Ah, nimemaliza. Naongea na nyinyi watoto wa kike. Unakuta mtoto wa kike umeumbwa ni mzuri tu na huna shida, lakini akili huna. Yaani we ni kugawa uchi tu, kugawa uchi, kugawa uchi, kugawa uchi. Yaani akili yako, siku moja nipate mwenye gari, nipate mwenye nyumba, nipate mtu wa namna hii. Unaishi kwa kufukuzia bahati ambazo sio zako. Mtoto wa kike, kama unataka hela tafuta kama unataka hela tafuta, unataka nyumba tafuta, usifukuzie kwa wanaume. Wanaume watakulala watamalizana na wewe, utatimiza miaka thelathini na tano arobaini, bado unalalwa. Umezeeka ndo unaanza kutafuta mwanaume wa kukuoa tena, inawezekana ushazalishwa. Ndo unaanza kutafuta mwanamke hakuku, mwanaume wa kukuoa. Hamna akili, watoto wa kike, hamna akili kabisa. Mnanichosha baba yenu Klemensi Madabo nachoka. Ah, nimemaliza.